Jiambe sana hey, sasa asili, chakula cha asili masatiko. Damu yangu leo, sasa sikiza nikuambie vizuri, kwa vile mimi ndo mdume hapa natua jawabu. mm -hmm. Melo nakwenda kunakopikwa biriani, takafanya leo damu yangu uje kwangu kwanza sa... kwa sikiza, mdume wangu

Niwasahau hmm. Kuna kitu kimoja kizuri kwa biriani. Kitu ganingan ah, mchele uy okay, na mke mwenzangu ah. Kuva vitu vizuri tena hey, hapa nakuambia hapa chuoni hapa utasoma hmm. Nimei okay. hey. Satifa lakini naweza huwacamu hmm. ukakipika mke <laughs> mwenzangu, kumbe ah. adui yako